Na maandiko ulikuwa unazungumzia kwamba okay, watu mm -hmm. Wale waoka kama mimi Ndio. Wafate Biblia na wale wenye wako na nguvu ya kutungwa sindani waende watafute mm -hmm. daktari, lakini mimi kenye mimi najua mm -hmm. Kama mimi sitaki watoto wengi Ndio. Mimi mwenyewe ndoweza weka kalenda kwangu naniifate na nijifundise uh -huh. na kuwa na atabudi si takatwa mzizi ndio, lakini ukikuwa na tabia kama ya kuku katwa msisi hivyo <laughs> ndio mimi niko na maanisha <laughs> <laughs> sasa, uh... ama utungwe sindani kwa mbegu, sababu sata... nasikia pia mko <laughs> na sindani sindaniila mnaenda mnatunga kwa mbeku ya <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <yewa> mbegu ya wanaumi hiyo, ambegu akna hiyo <yewa>, nikudunga asikie asisikie uchungu, ndio tukate <laughs> <laughs> <laughs> Sasa uh, pasta, nashukuru sana. Kitu muhimu hapa ni kwamba ni watu kuelewa mm -hmm. gharama ndio ya kusaa, uh, bila kupanga mm -hmm. gharama mm hiyo -hmm. yenye Biblia imesema vizuri malezi ya watoto, hiyo mambo ndio inafaa itu, itu guide kwanza, yes kando hata na hizi methods ambayo tunasema mm hatu -hmm. takuwa tunaangalia hizi baadhi ya hizi methods ya kusuia kupanga uzazi. Ndiyo. kila mtu akijilinda, akilinda familia yake akisikizana na bibi yake hatutakuwa mm -hmm. na changamoto mingi sana, sana watoto wetu. Unajua sisi watu wazima tuko sawa. Ndiyo. Wewe umepanga lakini wale watoto wetu wanakuja hawa vijana wamepanga, unapata mtoto wako form 3 ako na watoto wawili tayari mm -hmm. hajapata kazi baada anasoma hiyo ndio changamoto ambaye tunaangazia kwa mambo ya kupanga uzazi. Umepata mtoto amegonjeka, mtoto huyu ni mdogo na baba yake ni mwanafunzi, mtoto amezaa mtoto, mtoto amegonjeka, gharama mama ndio anashughulikia gharama. Mwanafunzi ni msichana, ameshika mimba, hajapanga uzazi, anakuwa na changamoto. Kwa hivyo hiyo ndio baadhi ya vitu ambaye inasababisha, ndio imefanya serikali ilete hizi Methods. Lakini sisi wenyewe tukisema atutaki hizi methods tutajipanga, serikali itarudisha sawasawa sawa. Mm hizi -hmm. Imeletwa kwa sababu ya wale watu mm. Hawasikii maneno yeah. Lakini kwa wale wengine wamejipanga, hatuna shida na wao mm -hmm. Hii imeletwa kwa wale hawajijali hawajijali hawajipange awaj, ndio maana imeletwa ijeletwa tu kwa kila mtu. Sasa ni kuuliza swali moja alafu ni nirudishie. Uh, mwelekezi wetu ambaye ni Noah Okiru, uh, ni kwamba umenikata msisi hii mambo ngine ndainjoi mzuri, ama umeniletea kwa mlema kwa kiwete kwa ndoa, imekatwa pale ni mshipa ambaye inapeleka hiyo spamsi ya kupeana ya kupeana mimba mimba, mimba. Mm -hmm. imeshonwa pale, imefungwa imesiliwa, ime lakini ngono vas. utafanya kama kawaida. hapo ndio nilitaka sasa, hapo e, unafanya kama kawaida mwanaume <laughs> yeyote Mm -hmm. Ndiye asikie uzuri ya mwanamke mm -hmm. ni wakati anapotapika. mm -hmm. na wewe umesuia hiyo kutapika ambayo inaleta raha <laughs> ai hapa eh. Sasa okazi. <laughs> Sasa ndio nilikuwa nasema si lazima ndio. uh -huh. Unaona, kwa wanaume mia nesapata. uh -huh. ni mmoja. uh -huh. ama hata hakuna, na huyo huyo eh, pia kichwa sio timamu huyo. Basi sasa ni ule amesumbua sana <laughs> ama mama ako na changamoto uh -huh. eh. Aya. Mambo ni mengi mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo umepata kusikiza aa, kupitia televishoni hii ambayo unaifuatilia.